Kwa niaba ya familia ya Baba wa Taifa na kwa niaba ya ukoo wa Burito, nipende kuchukua nafasi hii, mimi kama kiongozi, kwa niaba ya ukoo na kwa niaba ya familia, kumkaribisha e, nyumbani e, kwa chifu wa Nzagi e, nikizingatia kabisa kwamba kiongozi wetu huyu pia naye ni chifu. Chifu Angaya ndiye kiongozi wetu mkuu wa machifu anapofika katika eneo kama hili e, mahali alipozaliwa baba wa taifa, lazima kuwe na vionjo tofauti. Safari hii tumejiandaa kumpokea nyumbani kwa chifu wanzaji kwa namna pekee, kwa mila zetu na desturi za Kizanaki. Lakini pia baada ya pale, tunategemea ataingia nyumbani kwa baba wa taifa hapa Mwitongo na tazuru kaburi la baba wa taifa na baadaye kuwa na na mazungumzo na familia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa namna pekee kabisa kuzidi kumkaribisha katika maeneo yote mawili, nyumbani kwa chifu wanzaji e, ye kama chifu e, tumpokee kichifu, lakini pia nyumbani kwa baba wa taifa hapa Mwitongo ili aweze kuzuru kaburi la baba wa taifa. E, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuzuru kaburi la baba wa taifa ni kwamba upo umuhimu wake. Baba wa taifa ndiye mwasisi wa Chama cha Mapinduzi tukianzia na TANU na Afroshirazi ambavyo baada ya kuungana vikawa vimeunda e, Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ambacho sasa huyu anayekuja ndiye mwenyekiti wake wa sasa, lakini mwenyekiti wa kwanza wa chama hiki ndiye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa ambaye e, kaburi lake liko mahali hapa au amelala mahali hapa Mwitongo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa pekee kwa kiongozi huyu eh, kufika na kuzuru kaburi lake kwa maana nzima ya kumkumbuka, lakini maana nzima ya kuonyesha kuendelea kusimama katika misingi yake eh, ambayo tunaamini ni misingi imara aliyojenga muasisi huyu wa taifa letu eh, kwa hiyo umuhimu huo unafanya tuchukue nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa. Uchaguzi umekuwa kizungumkuti kwa sababu Lisu hajaruhusiwa kushiriki na Luhaga Mpina hajaruhusiwa kushiriki kwa ajili ya hizi kesi mahakamani ambazo zinaenda polepole sana, alafu ili tatizo la kesi kuchelewa kwa wa mahakamani alianza leo toka zamani siku za William Shakespeare, kwa mfano, siku za Shakespeare. Shakespeare ameandika kuhusu mambo haya eh, kwamba hawa mahakimu wanachelewesha sana kesi. Mwandishi mwingine Mwingereza pia, Charles Dickens aliandika kitabu Week, aliandika kitabu Bleak House, anaongelea kuhusu matatizo ya kuchelewesha kesi. Sasa huu ni wakati wa uchaguzi uchaguzi unafata ratiba fulani, na ratiba hii kila mtu anaizingatia, ana, ana, ana, lakini mahakama yetu, mahakama haitaki kuzingatia. Kwa nini? Sasa mahakama inafanya mambo kama vile wakati usio muhimu, lakini wakati ni muhimu, kwa sababu hmm, eh, Albert Einstein alisema time is the fourth dimension. Sasa kwa nini mahakama ipuzie wakati? kwa hiyo mahakama ina, inadai kwamba inataka kuokoa uchaguzi, kumbe mahakama wenyewe ndio inakuwa kikwazo kwa uchaguzi. Kwa ajili hiyo nadhani Lisu angeachiliwa huru, au, au chadema iruhusiwe kushiriki kwenye uchaguzi na I... iagizwe kutafuta mgombea mwingine, mgombea wa, wa rahisi mwingine, kama kama Lisu imeshindikana nadhani hiyo ingekuwa jambo zuri, na kama inasema kesi ya Chadema itasikilizwa tarehe 30 Oktoba. Kwa maana hiyo, siku moja baada ya uchaguzi uamuzi huo, kwa huo uamuzi ni kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi. Sasa sijui sijui wananchi wana mawazo gani kuhusu swala kama hili? Sijui wananchi walikuwa na mawazo gani? Lakini mimi hapa nimeshamua, mimi nasema yeye, Rais Samia, kama nasema Chadema wasishiriki kwenye uchaguzi, Rais Samia asije hapa Butiama kuzuru kaburi la Mwalimu Nyerere, asije kwa sababu uamuzi wa kama wanapingana na kila kitu Mwalimu Nyerere alichokuwa na anasimamia.